Mamu, lei, mambo? Ah, namshukuru Mungu, si tuendelea vizuri, a changamoto za, za familia yangu, kiufupi sema tokana nishazizoea sasa, maana kila kukicha mara hili mara lile, kwa hiyo nishazoea. Muda sio mrefu nimetoka kumpata mdogo wangu, kwa hiyo hapa tulipo, tunaelekea nyumbani. Yaani ungepata wasaa, labda ungekuja, ila kiufupi ni kwamba yule mama mdogo unayemjua wewe ndio mtu ambaye anahusika kwenye kila kitu. Yaani kiufupi ni sema ya kuwa mama mdogo ndo adui wa familia yangu. Ndugu yangu, mimi mwenyewe sijui. Unadhani unaweza kunikimbia wewe? Ni kama kimvuli changu, ulipo nipo. Sasa basi leo nakuua na ninakuzika mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Ndio hivyo, yani hivi. Uko wapi? Oh sawa mimi nipo bana, nimekukumbuka pia. Kitu gani tena? Ah, basi sawa, mi nasubiri uje uniambie hicho kitu. Haya, poa na itabaki kwa siri yangu mimi na wewe. Kaka yako hatojua chochote na hato kuona milele. Oh, oh, oh, maumivu ya siri, maumivu ya siri, maumivu ya siri. na dana amani iwe juu yako. <coughs> Waislamu anasema asalamu alaikum, wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amdogo, hauwezi kaondoka kwa stari unaoifikiria wewe sababu hapa nilipo nimekanyaga kivuli chako. Sasa basi, sali sala zako za mwisho ili kutubu hizo zambi zako, kisha uelekee huko alikoelekea mama yetu mzazi. Moja, mbili, tatu. Samahani, baba. Eni, kama na jambuna, ni kama vile bati hapa. Maana kuna jambo nanikireta muda mrefu sana. Nitamani nikuulize. Lakini kupote na kuonea hapa Mungu wangu kabisa? Na nilimuuliza akanijibu kwamba

Ulimkana kabisa kwamba hauna mahusiano naye kumbe. Moyo unalia, natamani hadithia ila nashindwa kuambia ninayopitia. Kani saliti, hapa kaliki na nimtiti ba yeah. Kikweli katika penzi hili limeanza kiutani utani sana, lakini sasa limekuwa ni penzi la kuigwa, ni penzi ambalo kamatafik Kiukweli mimi sikutegemea kama tutafikia hapa tulipofikia, hapa sasa, ila najivunia kwa sababu uko na mimi mpaka sasa Baby, nikwambie kitu kimoja tu, mimi nitakupenda leo, kesho, mpaka milele, na utoe hofu tu, kwa sababu huu ni mwanzo, tunakuelekea utaenjoi zaidi ya sasa kwa hiyo kuwa na amani. Salama kakako um, yupo maana? Kila nikimpigia simu simu zangu hapokei, message zangu wajibu. Yupo nyumbani kweli kakangu? Waniee ah, ah, mbona njibu hivyo? Ina maana hujui mimi na kakako tupoje? Mimi ni ifi yako inapaswa unijibu vizuri kama yupo au hayupo. Sasa kwa nini una nijibu hivyo? Yani ili iweje kwanza? Una shida gani? kwani Nachokijua wewe na kaka mmeachana. Yaani umeachwa. Nashangaa sasa hivi unatoka huko ulipotoka eti unamuulizia kaka yangu. Haujui yeah. <coughs> Kama yule ni baba kijacho. Ndio naelewa ni baba kijacho. Yaani ni baba kijacho wangu mimi. Na nimemfuata lengo langu kuu. Jumatatu tunde kliniki. Sasa mimi nakuuliza kwamba yupo? Nijibu basi vizuri. Unashindwa mimi kujibu kama bado yupo. Una njibu vibaya hivyo. Ili iweje kwanza? Nakuuliza wewe ili iweje? Au mimi kuebea mimba imekuwa shida, si ndio? Eh jamani, nyinyi ni watu wa aina gani? Nachoka mimi, haki ya Mungu. Ni baba kijacho wako au wangu wewe? Mbona sidi kunichanganya, baba kijacho wako Kivipi yani? Yule si kaka yako wewe? Yaani unataka kuniambia umelala naye si ndio? Na amekupa mpaka mimba. Wewe mtoto wewe. Mbona una balaa? Kwa nini uko na majibu ya mkato mkato hivyo? Mtoto mpumbavu wewe. Hivi unje hapo unaongea na nani si ndio? Kaone haka. Yaani nikajinga. Nisikilize wewe. Kuanzia sasa hivi, yani hapa napoongea, muda huu usije ukakanyaga nyumbani kwetu. Naacha mazoea na kakaangu tena, ukome yani, nikizungumza, ukome namaanisha hivi. Hiyo miguu yako unayopeleka nyumbani uigeuze, uende una, ulikokuwa unatoka, afu usirudie tena kuniita mtoto. Mi mkubwa kama wewe, sijui, unanielewa? Mbwa wakizungu wewe. Yani wewe unanikomesha mimi wewe? Wewe ni walini mpaka uje unikomeshe mimi? Kumbe mimi unijui nakakaaokum mimi ni nani? Si ndio sasa, si inabidi nikufunze adabu, mpumbavu wewe. Kaone kwanza kafupi kama haja ya asubuhi, wewe ni mshenzi. Kwa nini fanya naongea mpaka najisikia vibaya, yani utasababisha mpaka mimi mbangu itoke, mpumbavu wewe. mbona sielewi? Yaani nafika hapa nakuta mzozo halafu wewe. Muda wote nilikuagiza uelekee dukani ukanichukulie vocha mpaka sahivi huko hapa unapigizana makelele na huyo kivipi? Sasa sikuenda kwanza, nilipokuwa nimekuagiza hebu kwenda huko. Unaenda kuniambia mdogo wako yako, na mimba na yako, si ndio? Nakuuliza wewe. Tukiacha hayo yote. Jana nimekutana na yule mwanamke ambaye alikuwa ananiambia si mwanamke kaka yako. Pia naye ananiambia na mimba yako. Hivi unakuwa maraya maraya wewe? Kwa unakuwa kama vile msh, yaani unakuwa mshenzi mshenzi. Uje sikuelewi. Mimi mimba. Mdogo wako mimba. Fatuma mimba. Kweli? Unajikuta nani wewe? Kaka Sam. Unakosa wanawake wote mbaya, ukatembea na mdogo wako kweli? <laughs> Yaani nijua mimi ndio nitakuwa msaliti mkubwa, kumbe hata kama ni mshanzi. Mungu wangu! Sasa kuanzia sasa hivi hapa navyoongea, nataka majibu. Hao wote wana mimba yako au hawana? Nijibu wewe. Wewe sikia, acha unipandishia sauti hapa na kuongea maneno ambayo hauna ushahidi nayo Sawa hivyo nasi eh? Mimi sina sawa sawa mpaka nikatembea na mdogo wangu kutokana na kilele chako cha kila siku, siku nipiga piga eh? So, ni simu na kunifarafata. Nikamwambia siku mkikutana na Halima kwa sababu najua lazima tuta kuulizia kuhusu mahusiano kwamba labda tuna mahusiano mimi na wewe. Mjimbo una mimba yangu kabisa. Eh, huo ndio ukweli. Lakini yule hana mimba wala nini. Na huyu mtoto anayeongelesha ni maneno yake tu mwenyewe. Mimi nafikiri cha muhimu wewe ungeongea kile ambacho kilikuwa kinakuleta huko nyumbani. Na sio kuanza kuzungumza zungumza hayo maneno yako ya kipuzi hapo. Oh. Wataka kujua sendi? Jumatatu, naanza kliniki. Na siku zote mama mjamzito siku yake ya kwanza kwenda kwanza kliniki lazima aende na mwenza wake, na mimi mwenza wangu ni wewe. Sasa inabidi hiyo siku twende wote, mimi na wewe. Na sisi tumeelewana, yaani mimi nitoe mguu wangu na kliniki kabisa. Nina uhakika gani kama hiyo hiyo mimba ni ya kwangu mimi? yenawakika gani kwama kanokano, tushamalizane sawa? Eh, kwa hiyo ah. ah. Masuala kunifuatilia mara niko na huyu mara anafanya hiki mara yaishi. Kiufupi mimi na tushaachana. Hebu fanya mambo yako basi. Mimi sijui kuachika, mwenzio, yaani ilofuta mimi siachiki kwa vyovyote vile. Alafu tambua kwamba wewe ndio ulionifuata mimi. Unakumbuka ile siku eh? Dadangu samani, asante sana dadangu. Kingine unaweza ukanipa namba yako ya simu maana ukiachilia okay tu mbali, Mwenyezi Mungu alivyokumbia huo wa uzuri wako na kakukandika hizo nyama alizokandika kwenye mwili wako una moyo safi pia, hivyo nimevutiwa sana na hilo, na ndio maana tamani tubadilishane namba, maana pengine ikawa hii ndio siku pekee ambayo inatosha mimi na wewe kuonana, tusionane tena kwenye maisha yetu mpaka uzeeni. Hivyo una wazimu, una kichaa, hauna kazi ya kufanya, si ndio? Uwena mbango siri ya nini? wewe ya nini? nakuuliza Hebu si nchangai mambo yangu kibao hapa na nivurugu hivi, unajua? Yaani tuseme tu kwei mwenyewe najuta. Najuta kabisa. Yaani ingewezekana hiyo hiyo siku ulivonikata pale njiani nisinge, yaani ni, ni, nisingeendelea kukufuatilia. Kwa sababu naona kama nilijibebea tu mzigo. Lakini mwisho wa siku kumbe matatizo. Yaani ndio maana watu wengi wanalalamika kupenda mzalamo. Jamani, shida hii sasa, yani unakuwa ya hey, yani kinganga yani. Kona wewe, umesemaje wewe? Cina kupenda mzalamo. Ulitumwa. Hayawani mkubwa wewe. Mimi wewe huyu mzalamu nimekubeba kiumbe chako tumboni. Wewe ni pungwani, mpombavu. Tena siku nyingine ukome kutoka na kabila letu. Mshenzi mkubwa wewe. Nilikufuata mimi? Au nilikutumbukiza kidole cha mdomo nakutaka, nakutaka si ndio? Mpumbavubwodo kihele hele chako na mihemu kwako kwa kipumbavu hiyo at mmiuata sitake ayo mambo. Oh dada, nakupenda sio nini nini, umejaliwa kitu gani sasa? Leo wewe koma tena, koma polepole, mshenzi wewe. Nikusikii tena siku nyingine, utakana wasalama. Sasa kwa taarifa yako, huyu mtoto umebeba huko tumboni. Akitaka kuongezewa mguu, kichwa, pua, mdomo, lazima utakuja kushughulika ipasavyo. Nyo, siku nyingine utakoma tena, wasipenda penda wewe.

nam mimi nadhani u mchezo tu, si upendelee sana japo kwa kweli unanikosha, na ndio maana ulivorudi ukanipigia simu, nimekuja haraka haraka.